Aseme mwanadamu hataishi kwa, kwa chakula tu si bali na kwa neno la Mungu. Kumbe acha tu tumkabizi Mungu, tumkabizi nguvu za Mungu atakayotulisha usubuhi wa leo, ili Roho Mtakatifu azidi kumwongoza. Tuombe. Mungu Mtakatifu, Mungu Alfa, Mungu Omega, Tunasema asanti Baba kwa kukusanyika usubuhi ya leo ni kwa, ni kwa mapenzi yako Bwana, tunakusi uwe pamoja nasi, endelea kuwa pamoja nasi, endelea kututia nguvu, mamlaka yako iwe juu yetu Bwana. Tumefika wakati mzuri wa kusikia neno lako, mhubiri wetu tunamtia mkononi mwako, umuwezeshe Bwana, muongoze hacha Roho wako anene ndani mwake, aongozwe na Roho Mtakatifu, amshindie atuhubiri yale ulitutayarishia Mungu, nasi tutakao mtega masikio, utufungule masikio ya kiroho kama vile ya kimwili. Mungu, neno lako lipate nafasi ndani ya neno lako lipate nafasi ndani ya nafsi zetu yote, tuna yakabizi wewe Mungu, ututendee kwa rehema. Tunaomba kupitia lile jina kula Bwana na mwokozi wetu Yesu so Kristo. Amen. Amen. E, mhubiri wetu uwe karibu. Amen. Na Mungu akujalie. Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo. Amen. E, Mungu asifiwe kabisa. mm. E, mwaka wa, wa Kikristo tumekwisha kuianza. mm. Mwaka wa Kikristo tunaianza kwa ile wakati wa wanaita Noeli na, mm. Na sasa mwaka wa kisivile njoo itamalizika kwa hii wiki. mm. Mungu ametulinda ametupigania Mungu, asifiwe sana Amena. Na azidi kutupigania kwa siku ambazo inabakia mm. atulindie imani Amena. E, tunafika eh, muda wa kuweza kusikia neno la Mungu mm -hmm. ambalo limeandikwa katika Injili ya Mathayo mm -hmm. Injili ya Mathayo ile sura yake ya pili mm. E, na mstari wake wa kumi na tatu hadi kumi na sita yani mm. e, ujumbe ambayo tunayo leo mpango mm. wa Mungu mm. inaweza kuchelewa mm. lakini ni lazima itimilike ah. Chochote kile ambacho Mungu amekwambia ama kuahidia, kinaweza kucheleweshwa, kinaweza kupiganishwa, lakini ni lazima kitimilike mm. Ni injili ya Matayo sura yake ya pili na mstari wa kumi na tatu mpaka kumi na sita. Mm. Uh, uh, sita. Mm. na tatu mpaka kumi na sita neno la Mungu linasema: na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto akasema mm. ondoka. Mchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, mm -hmm. ukae huko hata nikuambie, mm -hmm. kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto mm -hmm. amwangamize. mm -hmm. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri, akakaa huko hata alipokufa Herode, ili mm -hmm. litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii, mm -hmm. alisema, kutoka Misri nalimwita mwanangu. Ndipo Herode alipoona ya kuwa amezihakiwa na wale mamajusi, aligazabika sana, akatuma watu akawaua watoto wote wanaume waliokuwapo huko Bethlehemu na viungani mwake mote, tangu mwenye miaka miwili na walipopungua, kwa muda ule aliohakikisha kwa wale mamajusi. Amen, amen. Amen. Amen. Mm -hmm. Ni wakati Yesu amezaliwa. Mm -hmm. Yesu alipozaliwa kuko watu ambao walikuwa wamamajusi ama wajuzi wa nyota. Mm -hmm. Waliona nyota, wakaona hii nyota ni ya kifalme. Mm -hmm. Wakatoka eh, kwa safari ya mbali, na ndio ilikuwa safari ya kwanza ya Injili. Mm -hmm. Yaani walitoka mbali wakafika mm -hmm. Yerusalemu. Walipofika Yerusalemu, wakauliza kwa mfalme juu ni mfalme anapaswa kuzaliwa kwa mfalme mwingine kufika. Mm. Pale ah, wapi huko mfalme ambaye amezaliwa tumeona nyota yake eh. Herodi aliposikia akawaudiza ni tangu lini mumpata hii nyota mm. umepita miaka miwili tumeona eh, hatujui sasa, kama siku yenyewe walipata nyota ndio walianza safari ama ni lazima walitayarisha safari kisha wakaja sasa akauliza ni wapi? Akauliza, akawakia pembeni, kisha akauliza eh, wale ambao waandishi na makohani, wakamwambia ni Bethlehemu. mm. Basi kisha wakawambia mwende Bethlehemu. Walipotoka nje tena wakaona ile nyota waka wakafurahi, wakafika pale waka nyota ikasimama, wakaingia wakaona eh, Yesu kwenyana lazwa eh, kwenye hori la ng'ombe, wakampatia manemane eh, wakampatia zahabu manemane, na tunu. Kisha walipolala sasa usiku, kwenye ndoto wakamwambia msirudie kwa ule jamaa, msirudie kwa Herodi mm. basi msirudie kwa Herodi mm. bon. na wakapita njia ingine. Sasa ile ile usiku na malaika wauona, akaja kwa ndoto akamwambia, Yusufu utoke mm. uondoke, Herodi anataka kuua. anataka kuua mtoto lakini anataka kuua Yesu, lakini uende Misiri. Wakamwambia konyatayend mm -hmm. nchi yenye ataenda mm -hmm. hapo ai akatoka usiku, akaenda Misiri, huko alipokuwa huko Misiri akabakia huko. Kisha sasa iko Misiri, pakaua watoto Betelehemu na e, katika utafiti imeonekana kama watoto waliouawa walikuwa maelfu wanazidi elfu kumi na nne mm. watoto wenyewe waliuawa, hiyo ni kabisa eh, ni masakiri makubwa mm, ambayo imekuwa sawa jenosidi kwa watoto mm. Yesu kisha, Herode alipokufa tena, wa, akapata ujumbe eh, Yusufu au rudie, Herode alishakufa. Mungu akaenda akampatia tena ujumbe kwenye kwenyeduu Akarudia huyu huyu mwenye ali huo watoto, haku, hakuishi tena zaidi ya miaka ngapi? ya hakuzidi miaka miwili mm. lakini watoto wenye ali huo ni wengi, usudi abakie kwenye utawala. Lakini hata kama hao watoto walikufa, yeye naye hakukawia, alienda mm. na sasa watu wengi wanapiganisha mapenzi ya Mungu mm. Wanapiganisha mapenzi ya Mungu katika maisha yao. Mungu anataka uokoke. Wewe uko napiganisha, haupendi kuokoka, haupendi kuacha pombe, haupendi kuacha ulevi, e, haupendi kuacha uchawi, haupendi kuacha unafiki, chuki na fitina ile e, kuchonganisha watu, kwenda kuchochea, unasema mambo kuchafua wengine, mambo yenye haiko, unatengeneza uongo wenyewe unafanana ukweli na unaivalisha mtu. Hayo yote hawapendi kuokoka hmm. Lakini siku moja ile muziko, kama mtu hakutubu ile muziko mkicha yake miaka mingi haiondoe zambi. Mtu kama hautubu unatembea na zambi miaka mingi ile haiondoe zambi, zambi ziko pale pale. Inalomba mtu atubu zambi zenyaa Hmm. Ule mwenye aliua mtu ni lazima atubu, hata kama kunapita miaka. Anasema hawakunijua kama nimie, aya hawakujua kabisa yenye nilifanya moyoni mwaki, kuwa anajidanganya, lakini Mungu alijua. Ni lazima atubu zambi zenye alifanya. hmm. Na kama ni zambi zenye zilifanyika hadharani, ni lazima atubu hadharani. Leo hii wanafiki ni wengi, wanachekeana, lakini ndani mmoyo iko anasema, e, eh, huyu kama mabaya yempate yeye. Na tunaona watu wengi wanakuwaka hawasemeshani, kwenye hasemeshake mtu fulani, lakini ajisikia shida yeye, njo wa kwanza kubandika kumtandao, anaanza onyesha huyu mtu alipata tatizo, huyu mtu alipata shida. Lakini katika furaha ya ule mtu hakuitia kwenye mtandao, wakati mtu alifurahia eh, ama labda alizaliwa tarehe yake ya kuzaliwa, ama alifanya harusi ama aliolewa, hakutia kwenye mtandao, lakini kifo yake anaitangaza hiyo. hmm. Eh, ni ujanja na unafiki eh. Yesu Kristo alipozaliwa, huyu Herodi alitaka kumwangamiza, ili Yesu asije akafe na kufufuka asije akafe kwenye msalaba ile yatukuwe zambi zetu, lakini hakuweza. Hata kwenye msalaba, shetani alijiprezante tena, anaanza kuambia ule ule mnyanganyi, kama wewe ni mwana wa Mungu, ujitoshe hapa na mm, sio ututoshe. Unasikia mm, shetani anapitia ule mnyanganyi mm, kabisa kuonyesha, yani Yesu angeshuka kwenye msalaba, alikuwa na hiyo uwezo, angetoka hata kama leo hatuyaokolewa lakini ile kufa na kufufuka kwake akaharibu kazi zote za shetani, na lipokufa akateremuka mpaka chini. Paradizo ilikuwa chini, wale wenyewe walikufa e, tangu e, Abeli mpaka Yohana Mbatizaji na wengine wote walikuwa wangali maana bana huko lakini Yesu alipokufa akanyang'anya shetani paradiso akaipandisha, akaipandisha itaingia mbingu ya tatu. Mungu asifiwe sana, Amen. Pamoja na hiyo sisi ambao tumeokoka ni lazima Yesu Kristu aishi katika maisha yetu hmm. Wale ambao umejiita wa Kristu, sisi ambao tumejiita wa Kristu, sisi ambao tumeitwa wa Kristu ni lazima Yesu aonekane katika maisha yetu hmm. E, katika injili hii ya Mathayo e, sura ya kwanza na mstari wa ishirini e, na tatu neno la Mungu linasema e, jina ingine ambayo e, Yesu alikuwa nayo Immanuel. Immanuel, yani Mungu pamoja nasi mm -hmm. Mungu anapoingia katika maisha ya mtu mtu anabadilika kama vile wa Korintho anasema wa Korintho wa pili eh, tano kumi na saba mstari eh, wa kumi na saba neno la Mungu linasema hivi mtu anapokuwa katika Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya zamani yamepita mm. kama alikuwa mwizi haime tena, alikuwa msharati asharatike tena, alikuwa mchawi anatumwa na acha ha, hafanye mchawi tena, alikuwa mwenye chuki na fitina na ukabila, anapookoka hiyo yote anaiacha tena, anakuwa mtu mwenye upendo Hmm. Yale yote yamepita, lakini siku hizi unaona watu wengi wako kanisani, lakini wenye chuki, wenye fitina, wenye ugomvi, hata nyumbani kwao ugomvi naendelea, lakini wote wanajiita Wakristu na wanakuwa na hasira. Bibilia inasema tuwe na hasira, lakini isipitishe mchana Hmm. Lakini mtu analala na hasira analamuka na hasira analala na hasira analamuka na hasira, siku mbili hasemeshe mwenzake na wako nyumba moja, siku yote hawakusema na, nasema iko msafari ya kwenda mbinguni? Apana, biblia ni lazima mtu hmm. unapopokea eh, Yesu unakuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita hmm. hmm. yani unapokea Imanueli Mungu pamoja nasi. Ah, unapokuwa pamoja na Mungu unafanana tabia, hali yote ile inafanana ya kimungu. Abea kulikuwa eh mama mmoja ambaye aliitwa Maria, eh, Mariamu. Mariamu alikuwa eh, kwa ngazi za juu za kiroho. Huyu Mariamu alifanya miaka ishirini na mbili hakule hakunywe, lakini aliishi huyu. Huyu Mariamu mtu angefika kwake tabia inabadilika hadi inabadilika hmm. Mawazo yote inabadilika. Kila mtu mwenyew alikuwa pale kwake, alikuwa hakuwa anapenda toki, anabakia pale. Na ukihitaji chakula fulani kama e, kwa mfano mmoyo wako unafikiri ningekula e, sambaza leo e, ama ningekula e, samaki ya maji, pale pale mpige samaki, mpige chakula fulani kwa mtu fulani, mpige chakula fulani kwa mtu fulani, huyu mtu anahitaji ule kwa mwanadamu. Sasa Mungu, unapoishi karibu na Mungu, mambo yanaonekana, mtu haiko tena mtu wa dunia, haiko mtu wa wa masemi masemi ya kenyeji eh, ya, ya machafuko, lakini ni mtu ambaye anaishi kama vile Kristo anasema. Mungu atubariki sisi sote na bariki hii neno Hmm. Kwa wale wote ambao wanasikia ujumbe lakini wanataka kuishi pamoja na Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi, basi kuna ile ambayo inakutenga na, na Mungu ama maneno yako, tabia yako, hali unayoishi, zambi zenyewe auyatu Tunaenda kuomba na wewe pekee yako uanze kuzisema. Baba, katika jina la Yesu Kristu, kwa wale wote ambao nasikia huyu ujumbe, tunawaombea Bwana, wawezeshe kutubu na kuacha zambi ambazo zinaweza kuwatenga na wewe, ambazo zinaweza kuwatenga siku ya mwisho kuingia mbinguni. Wanaitwa Wakristu lakini Ukristo hawaishi. Bwana tunawaombea uwakubali na wasamehe, katika jina la Yesu Kristu amena. Amen. Amen. Mungu asifiwe sana. Amen. Amen. Hallelujah. Hmm. Amen. Eh, ndio kwa programu ya Mungu kwa